na mechi ngumu na kama hesabu zako hazitakuwa sawa, obvious utapoteza. So kwa mechi ya Singida tulikuwa na fatigue ya kutoka Mbeya means of transport. Hatunaga tatizo na kusafiri, lakini namna ya kusafiri ya yetu kutoka Mbeya mpaka tunarudi Dar, kutoka Dar kwenda Singida, wachezaji walikuwa wamechoka, vivyo hivyo kutoka tena Singida via Dodoma, kula SGR, rudi Dar es Salaam, alafu saa 48 unapumzika, unajiandaa na mechi kama hii, nafikiri wengi hawakupendezwa kabisa na namna ambavyo tumecheza second half. Uh, I mean, uh, first half. Lakini second half wachezaji wetu waliamua kwamba liwalo na liwe, twendeni tucheze, tumepata goli. Kwa hiyo ndio mpira wa miguu ulivyo, ndo kitu ambacho huwa kinatokea. Hatutajilaumu kupoteza mechi kwa sababu itatupotezea focus ambayo inakuja, lakini tutajaribu kukaa chini kama timu kuangalia kwamba uh, kuna kitu gani ambacho kinapaswa kufanyika ili kuwa na wakati mzuri kwenye mechi zimebakia, kwa sababu kama mnakumbuka, niambie ni mara ya mwisho lini Azam FC umepoteza mechi mbili mfululizo, lakini kwa ratiba ilivyokuwa, kwa timu kama hizi ni timu ambazo unategemea kwamba lolote linaweza kutokea, either wewe au wao, exactly ambacho kimetokea. Lakini kwa mechi ya leo ya Yanga, hatuja tumeumia kupoteza mechi, lakini hatujaumia kufungwa na wao, kwa sababu uh, nadhani watu wanakumbuka kwamba mechi mbili zilizopita za ligi kuu tumewanyoa bila tatizo na hakuna mtu ambaye alikuwa anaizungumzia hiyo story. Otherwise wachezaji wote wamejituma, tunawapongeza as a team, wamefanya kazi nzuri sana. Kila kitu kilikwenda proper isipokuwa kutokupata matokeo uwanjani. Hivi ukitazama siku zote ukijisifu unaambiwa na msifu na ambaye anakukimbiza. Yeah. Na watazama pia wapinzani wenu ambao ni Singida katika ile nafasi tatu. Na wenyewe leo wamepoteza <coughs> mchezo wao. Sisi always ni miongoni mwa timu za juu big three. Kwa hiyo kuniambia mpinzani wangu ni Singida hiyo ni kuniumbisha. Mimi mpinzani wangu ni timu yoyote ya ligi kuu. Ndio maana uliona Yanga alikuja hapa raundi ya kwanza akachukua kipigo akachezea, si ndio? Na leo alikuwa mpinzani ambaye ameamkia upande mzuri wa kitanda, ameshinda mechi. Exactly. Mimi na Singida hapa ngoma ilikuwa ngumu, lakini tumeenda kwao, tumekaa sisi vibaya, wameshinda. Ndivyo hivyo hivyo, kama ambavyo tulitoka hapa sare na Pamba tukaenda Mwanza tukafungwa, tukaenda, tukaenda, na Pamba hao wote ni wapinzani wetu kwenye ligi kuu. Kwa hiyo uh, sio kuhusu timu moja ambayo iko nyuma yako ni kuhusu timu zote za ligi kuu na vile ambavyo unaweza kuchukua hizi alama ili kujitengenezea mazingira mazuri kwenye msimamo, kwenye nafasi ambayo wewe uko. Kwa hiyo sio swala la mtu mmoja mmoja na swala, na nafikiri ni swala collectively. Sasa hizi focus yetu kubwa tunahamishia kwenye mechi tatu ambazo zimebaki za hapa Azam Complex na mechi mbili ambazo tunategemea kucheza moja Kagera, mechi ya mwisho ya kufunga msimu tarehe 25 mwezi wa tano watano, takutana na Kwaraa kule, uh, Fountain Gate kule Kwaraa Manyara yeah. Uh, tumeondolewa kidhalili kabisa kwenye mchezo dhidi ya Mbeya City la ule wa FA. Sisemi kwamba wana timu mbaya, lakini sio kitu ambacho watu walikuwa wanakitegemea hata sisi pia kwamba tunaweza kuondoshwa na timu ya ligi daraja la kwanza. Hakuna ambaye alikuwa anategemea hivyo. Kwenye ligi tukiangalia gap ya mtu ambaye iko nafasi ya kwanza, nafasi ya pili na idadi ya michezo na nafasi tuliyopo, ni ngumu kudeclare kwamba kwenye mechi tano tulizobakisha tulizo tunaweza kwenda kuwa mabingwa unless iwe vinginevyo ambayo ina asilimia mbili au moja na nusu kwenye uh, levo ambayo tumefika. Kwa hiyo kwa mwaka huu tutaendelea kumaintain hii nafasi ambayo tuko nayo kwa sababu ni miongoni mwa nafasi ambazo zinatupa nafasi ya kucheza Champions League, I mean, uh, CAF Confederation Cup. Lakini kama haitoshi pia inatusaidia kuiweka timu kwenye morali nzuri kabla ya kuingia kambini kuiandaa kwa ajili ya msimu unaofuata, probably from next season, kwa sababu mwalimu hatukuanza naye huyu, alikuja kakuta timu katikati. Tunaweza tukawa na kitu kizuri zaidi kwa hapa ambako tumefikia. Nisiwakatishe tamaa mashabiki, nisiwayumbishe, lakini niwape pongezi kwa kazi kubwa ambayo amekuwa akiifanya kutusupport na vile ambavyo wachezaji wanatupambania uwanjani.